Tukizungumzia upande wa Mwanza kampasi, kwenye mambo ya teknolojia yenyewe imejikita katika utengenezaji wa bidhaa za ngozi kuanzia kuiprocess ikiwa raw material. Hapa na zungu, ikiwa malighafi nazungumzia, yaani ile ngozi mnyama tu amechunwa inachakatwa moja kwa moja inaenda kuwa ngozi tayari kwa kutengeneza bidhaa tofautitofauti. Na bidhaa tunazozungumzia ikiwemo ni mipira, lakini huwa tuna mikanda, tuna bidhaa za viatu tuna mabegi lakini pia na walleti, hatujaacha nyuma. DIT upande wa Mwanza kampasi kikubwa inajishughulisha na kutoa elimu, elimu hiyo ambayo tuko katika level tofauti tofauti, ambao tunazungumzia level ya diploma, lakini tuna pia tuna mafunzo ya muda mfupi ambayo yakuwa ni kama ya wiki nane, na hayo mafunzo ya muda mfupi yamejikita katika kulenga kabisa kutoa ujuzi na uwezo wa kutengeneza bidhaa tofauti tofauti za ngozi, lakini pia mpaka uchakataji. Na tupo kwenye haya maonyesho ya, ya, ya siku ya Engineer Day ambayo yamefanyika hapa Mlimani City kwa siku zisizopungua mbili, ambazo tuna leo hii na jana tulikuwa tumeanza kwenye maonyesho yetu. Lakini haya sisi kama DIT tunashiriki kuja kuonyesha bidhaa zetu, ikiwa ni moja ya taasisi ambayo pia inatoa au inazalisha maengineer wa level tofauti tofauti. Kwa hiyo kama DIT tuna fursa kubwa ya kuja kwenye maonyesho haya kushiriki na kuonyesha bidhaa zetu, kwa sababu pia ni moja njia au platform za kiinjinia ambazo sisi pia tunazitoa, na kama tulivyosema, tuna wateja wetu wengi mainjinia ambao tunawatoa wako mtaani, ambao ndio tunashiriki nao kwa sasa. Tunakuja kuonyesha tuna teknolojia gani mpya ambazo zinaweza kufanyika na zikaja zikatoa bidhaa tofauti tofauti kwenye ubora wake. Hii ilikuwa ni fursa kubwa na jicho letu tumeona kwa sababu Tanzania ni nchi ambayo inashika nafasi ya pili kwa kuwa na mifugo mingi, hivyo tuna uzalishaji wa ngozi za aina nyingi au kwa wingi mkubwa. Kwa hiyo kama taasisi imekuja na hii kozi kwa ajili ya kuona hiyo fursa na kuenda, kuendana nayo namna gani inaweza ikaishika na, na ikatoa matunda kwenye jamii. Hivyo nawasii sana wazazi walezi kukutumia nafasi hii kuwakaribisha vijana wao waje DIT sababu fursa bado ni changa na bado ni mbichi, kwa hiyo wanaweza wakaikimbilia wakaipata na wao kwa ajili ya kuwawezesha vijana wao kwa ajili ya kujikimu wao wenyewe kwa ajili ya kujiendeleza kwa maslahi yao binafsi lakini pia hata kuajiriwa. Kwa hiyo si fursa ambayo imefumbiwa macho, na kama serikali nilivyotoka kuzungumza mwanzo, umefanyika uwekezaji mkubwa sana kwenye hii tasnia ya ngozi. Hii yote ikionyesha kwamba kuna potential au kuna nguvu kubwa sana ya ngozi kutoa matokeo ya ajira na kuweza kupata kipato kwa mmoja mmoja ama kwa shirika ama kampuni. Tunapokuja kwenye maonyesho kama haya ndo sehemu ya kujitangaza kama taasisi lakini pia ndo sehemu ya wazazi wanawiwa kuleta watoto wao kujifunza zaidi kuhusu mambo ya teknolojia ya ngozi, lakini pia na na kozi mama ikiwa mechanical, electrical, eh, civil na kozi nyingine kadha wa kadha. Wewe ndio tumeenjoy, eh, tumeenjoy na presentation presenter kutoka nje ya nchi, tumeona pale presenter kutoka Ethiopia, Uganda, India wameprezenti uh, vitu vingi vizuri vya innovation engineering enginea rins pamoja na research mbalimbali.